Wakati mzozo wa kivita ukiendelea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Wizara ya Sheria ya nchi hiyo imeahidi kutoa dola milioni tano kwa yeyote atakayesaidia kumkamata Corneille Nangaa, kiongozi wa muungano wa mto Kongo, Bertrand Bisimwa na Sultani Makenga, viongozi wa kisiasa na kijeshi wa vuguvugu vugu la kundi la Machi 23. Watu wengine wawili ni waandishi wa habari wanaoishi uhamishoni ambao pia wanalengwa atakayewakamata